Karibu katika Kijiwe Mchongo ya siku nyingine, siku adhimu kabisa. Mimi naitwa Ali Upuji Kuntunye Kidimdimu Mwandila, niko na ndugu yangu hapa hafisa kutoka UTT AMIS. Kikubwa hasa leo eh, katika Kijiwe Mchongo tutazungumzia kati ya ile mifuko sita ya UTT AMIS ya masuala ya uwekezaji, basi sisi tutazungumzia mfuko mmojawapo. UTT AMIS utapata kuweza kujua hapa, lakini vile vile utaufahamu leo kwa mara ya kwanza, kama inawezekana ulikuwa huujui. Ndugu yangu kwema, kwema kabisa. Mambo yasemaje? Mungu ni mwema. Kwanza kabisa naomba uweze kujitambulisha, watu waweze kukujua e, katika kijiwe mchongo na UTT AMIS, wewe ni nani hasa? Mimi naitwa Clinton Kilawe ni afisa kutoka UTT AMIS, na nitakuwa nawe katika kuchambua mfuko mmoja, mfuko wa ukwasi ama okay. unatambulika kama liquid fund. liquid tutakuwa pamoja yeah. leo kuchambua kiundani mm. mfuko wa liquid fund mm. faida zake mm. na namna gani mwekezaji anaweza kufaidika katika mm. mfuko huu wa liquid fund. Sasa huyo bwana Clinton ameweza kueleza leo, katika ile mifuko sita ya masuala ya uwekezaji na UTT AMIS tunazungumzia mfuko mmoja wapo leo, tuta kwa mara ya kwanza tunaenda kuuzungumzia liquid au ukwasi, tuzungumzie eh, kiundani kabisa. Clinton, sasa tuelekee moja kwa moja bila kupoteza muda uh, kwa ndugu mwekezaji, lakini vile vile kwa yule ambaye anawezekana kwa mara ya kwanza leo hii anapitia mitandao yetu ya kijamii yeah, angeweza kufahamu mfuko wa ukwasi au liquid ni mfuko wa aina gani katika ile mfuko sita na UTT AMIS, sawa? Mfuko wa ukwasi ni mfuko ambao lengo lake kubwa ni kukuza kipato cha mwekezaji. Kukuza kipato kimaanisha nini? Faida unayoitengeneza katika mfuko wa ukwasi itaongezeka katika mtaji wako uliouweka. Kwa hiyo mfuko huu lengo lake ni kukuza kipato cha mwekezaji kwa muda wowote mwekezaji atakaoamua kukaa katika mfuko husika. Mm. mfuko huu unakuruhusu kuingia na kutoka muda wowote. Kwa hiyo ni mfuko ambao lengo lake kubwa ni kukuza kipato cha mwekezaji kulingana na kile ambacho amekichangia kwenye mfuko katika kipindi husika. Kwa hiyo faida yako utaona inaongezeka, lakini faida hiyo itaongezeka tu pale kwenye mtaji wako. Ukihitaji fedha yako kwenye mfuko wa ukwasi ni mpaka utuambie aidha kupitia fomu au kupitia simu yako kwamba unahitaji kutoa kiasi fulani cha fedha atakitoa kwenye mfuko wako wa ukwasi kuingiza kwenye akaunti yako ya benki ambayo umeisajili katika fomu zetu hapa UTT AMIS. Kwa hiyo mfuko wa ukwasi ni mfuko ambao lengo lake ni kukuza mtaji wa mwekezaji wetu, ni kukuza mtaji kwa mwekezaji wetu yeah. Labda hapo ningependa niweze kukuuliza swali kwa ndugu mwekezaji na asiyekuwa mwekezaji uh, yeah. Huu mfuko wa ukwasi yeah, kima chake cha chini kuweza kufungua huu mfuko ni kiasi gani? Sasa so kwa mfuko wa ukwasi wenyewe, kima cha chini kabisa mwekezaji akianza kufungua kwa mara ya kwanza, anatakiwa mm aanze -hmm. na, na angalau shilingi laki moja okay. Kwa hiyo unaweza ukaanza na shilingi laki moja na kuendelea mara hmm. ya kwanza okay. Lakini mara zinazofuata basi utaanza na kuanzia shilingi elfu kumi na kuendelea. Unaruhusiwa kuchangia chochote ulicho nacho hmm. kisipungue shilingi laki moja kwa mara hmm. ya kwanza, lakini isipungue shilingi elfu kumi kwa mara zinazofuata hmm. Kwa hiyo sasa mfuko huu wenyewe umejikita hasa sehemu gani katika hmm. uwekezaji wake? Mfuko wa Ukwasi wenyewe unawekeza fedha zake katika sehemu ambazo zinatupa vipato vya kudumu na tunategemea mwekezaji akiwekeza katika mfuko wa Ukwasi, basi kama atakaa mwaka mzima ile fedha yake aliyoichangia hmm. itaongezeka kwa wastani wa kuanzia asilimia kumi na mbili na kuendelea, okay. Kwa hiyo mwekezaji akikaa, kwa mfano, kuanzia leo mpaka hmm. kufikia mwakani siku kama ya leo ile fedha yake hmm. itakuwa imeongezeka kuanzia wastani wa asilimia kumi na mbili na kuendelea okay. Na hizi faida ambazo hmm. mwekezaji anazipata asitegemee kwamba itaingia mara moja tu kwenye akaunti hapana. Hmm. akiwa anafuatilia akaunti yake hmm. kila siku ya kazi Hmm. ataona kuna pesa inaongezeka pale kidogo kidogo kidogo kidogo, kwamba hiyo jumuishi kwa mwaka ndio utakuta sasa ni wastani wa asilimia kumi na mbili ya ile fedha yake ambayo aliichangia hmm. kwa mfano labda umeweka shilingi laki moja leo hii hmm. kila siku ya kazi itakuwa inaongezeka kidogo kidogo kidogo kidogo, lakini kufikia mwakani siku kama ya leo, sasa ukitaka kupima uwekezaji wako kwa mwaka mzima utakuta kile kidogo kidogo kimefika angalau shilingi labda elfu kumi na mbili kwa aliyewekeza laki moja, lakini kama aliwekeza milioni moja labda anakuta imefika laki moja na ishirini. Kwa hiyo hizi mm, fedha zinaongezeka kidogo kidogo mm, lakini kwa mwaka ni wastani wa kuanzia asilimia kumi na mbili na kuendelea. Na faida zetu sio kwamba ni constant itakuwa asilimia fulani, hapana mm. Faida yetu sisi inatokana na soko linavyokuwa linaenda ndio maana ile asilimia kumi na mbili tunaamini ndio kiwango cha chini kabisa, umekosa kabisa yani mm, kumi na mbili kwa umeangukia kwenye kumi na mbili kamili ni. Okay. Mm. lakini tutapata ya hapo kulingana na soko litakavyokuwa linaenda. Kwa hiyo mm-hmm. tutatoa na performance labda miaka ya nyuma imekuwaje kwenye huu mfuko wa wa ukwasi mm-hmm. lakini mwekezaji ategemee kwamba akiingia kwenye mfuko wa ukwasi mm-hmm. kwa mwaka faida haitopungua wastani wa wasta wasta, asilimia kumi na mbili mm-hmm. na itakuwa ngapi ni kulingana na soko litakavyokuwa mm-hmm. limeenda. Kwa hiyo faida inatokana na soko, lakini tunahakikishia kwamba kwenye huu mfuko wa ukwasi kulingana na sehemu tulizowekeza faida mm. kwa mwaka haitopungua asilimia kumi. Bwana Clinton anakuambia kulingana na soko, maana yake ni kwamba ndio itakuja kutoa tathmini mwisho wa mwaka kuweza kujua eh, yawezekana ukao umegota katika asilimia kumi na tatu kumi na nne tano hivi katika huu mfuko. Labda katika rekodi ambazo zinakuaga mnazitoa yes. uh, ni kwamba rekodi ipi ambayo ishai kuvunja kutokana na huu mfuko, ilipiga ah. top ilifikia asilimia ah. ngapi ah, sasa asilimia ngapi? tukitoa tu performance labda ya miaka mitano nyuma okay. mm -hmm. kwa mfano mwaka ulioisha yani mm. tunazungumzia mwaka wa serikali julai juni mwaka, yeah. mwaka, mwaka uliopita wa serikali mm. ambao ulikuwa unaanzia Ju, Julai 2023 mm. kuja Juni 2024. Hinn, mm. Mfuko huu wa liquid fund wenyewe ulitengeneza asilimia kumi na mbili pointi tisa kama faida okay. Yani kwa yule ambaye alikuwa amewekeza kwa kipindi hicho alipata asilimia kumi na mbili pointi tisa kama mm. faida kwenye huu mfuko wa liquid fund. Mwaka wa nyuma yake, mwekezaji alipata asilimia kumi na mbili pointi tano kwenye huu mfuko wa liquid fund. Mwaka yake, mm. wa nyuma tena mwekezaji alipata asilimia kumi na nne pointi mbili. Wow. Kwenye huu mfuko wa liquid fund, yani mwaka wa 2021, 2022. Lakini mwaka wa nyuma yake 2020 kwenda 2021, mwekezaji alipata asilimia kumi na tano pointi tatu. Wow. Kwenye huu mfuko wa liquid fund, kwa hiyo unaweza kuona kwamba faida sio kama itakuwa constant ya asilimia kumi na mbili, hapana. Ni kutokana na soko litakavyokuwa, linafanyaje, limechangamka, linavyoenda, tunapoenda kuwekeza kule, faida inayopatikana kule ndio faida, na hiyo hata wewe utaipata hiyo. Kwa hiyo mwekezaji tunao ya sisi ni kuhakikisha mwekezaji anapata faida nzuri. Hmm. Tukipata faida nzuri na wewe utaipata. Hmm. Sababu ile faida ni ya mwekezaji. Hmm. Hatuchukui chochote pale, tunachokata sisi pale ni management fee peke yake hmm. Ambapo inategemeana sasa na na mfuko husika. Lakini utakachokipata chote kulingana na uwekezaji wako hmm. Utakipata kwenye akaunti yako. Na utaweza kukiangalia mwenyewe na kukiona kinavyokuwa kinaenda. Kwa mfano, tuchukulie mwaka ambao umeisha kwa kawaida. Okay. Januari tu Desemba waliokaa mwaka jana mm, mm. Januari tu Desemba wamepata asilimia ngapi kwenye huu mfuko wa liquid fund? Wamepata asilimia kumi na tatu pointi mbili, yaani yule aliyeweka hela yake Januari tarehe moja mm. tunapofunga ule mwaka wa Desemba jana vu wote umeisha hela mm, mm. yake imeongezeka kwa asilimia kumi na tatu pointi mbili kumi na tatu pointi mbili unaweza kuona kwamba faida sio ile kumi na mbili kama mm, kawaa kumi na mbili hapana. Mm, ile ni kama benchmark ambayo imewekwa ili tukajitahidi sasa kupambana tuipate, mm, ile na zaidi. Okay, so sasa huyo ni clinton akijaribu kuweza kudadavua eh, kati ya ile mifuko sita leo tumeanza na mfuko mmojawapo ambao unaitwa ukwasi eh, kwa jina maarufu kabisa tunazungumzia liquid eh, ameweza kuzungumzia kati ya zile faida ambazo huwa mara kwa mara zinakuwa zinatokea kwa miaka tofauti takriban kama miaka mitatu hapa ambayo ameweza kutoa utofauti ilifika mpaka asilimia kumi na tano ikaenda kumi na nne mpaka kumi na tatu mpaka kumi na mbili pointi thamsini sindivyo eh? ilikuwa kumi na mbili pointi tano sindivyo hiyo hiyo yote kwa kumaanisha kwamba ni faida ambazo wewe kama mwekezaji unaweza ukazipata kupitia huu mfuko wetu wa liquid au ukwasi. Sasa kwa mfuko huu wa liquid fund, ni mfuko ambao tulioanzisha mahususi kwa yutu ambaye mwenye lengo la muda wowote, muda mrefu, muda wa kati, muda mfupi, mfupi. wewe tu kwamba unaweza ukaingia kwenye mfuko wa ukwasi, sio lazima ukae mwaka au sio lazima ukae miezi sita, unaweza ukaingia mwezi mmoja, mwezi wa pili, baada ya dharura unakuruhusu kuingia na kutoka muda wowote kwamba unaweza kutoa fedha yako uliyoiweka hmm. pamoja na kile ambacho umeshakitengeneza kwenye kipindi husika. Samahani hapo kwa client, tuni polepole, tuni polepole, tuni polepole. Maana yake kwamba mimi nimeingia Juni. Ndio. mwezi wa sita, si ndivyo? Ndio. mpaka uh, Agasti. Ndio. Si ndivyo? Maana yake tunazungumzia mwezi wa pili. Hey, hey. wa sita na wa saba na wa nane, si ndivyo? Changamoto, mimi nikaja nikapata changamoto. Maanake hii faida ambayo nitakuwa nimepata kuanzia Juni mpaka Agosti, naweza nikaondoka naye? Ndio. Ndio maana mfuko huu unakuwezesha kuona faida ya kila siku kidogo kidogo. Hmm, utakapohitaji kutoa fedha yako muda wowote, hmm, unaweza kutoa ulichokiweka na ulichokitengeneza kwenye kipindi husika. Wow. Kwa hiyo kwenye mfuko huu unakuruhusu kutoa ulichokiweka chote na kile ulichokitengeneza kama faida chote, na fedha yote ni ya kwako. Hakuna makato yote ambayo utakao kukata hapo, samahani, hakuna hakuna makato yote utakayokutana nayo, na hii faida ambayo tunaizungumza hapa, mwekezaji anaipata yote, ni ya kwake. Hakuna makato mengine yatakutana nayo popote. Kama ni asilimia 13.2 yote itakuwa ni ya kwako. Ukiweka milioni moja, ukapata laki moja na thelathini na mbili, laki moja na 30 yote ile ni hela yako, na ukiitoa kama ilivyo utaipata kwenye akaunti yako ya benki masuala ya makato kwenye benki yako, lakini sisi kwetu kama kilivyo unaweza kukitoa kwenye uu mfuko wako, lile ongezeko lako ambalo linaongezeka kila siku mm. ukilipima kwa mwezi ukilipima kwa upande wa asilimia, itakuwa ni asilimia ngapi? ni wastani wa asilimia moja kwa mwezi, wastani wa asilimia mbili kwa mwezi, ya tatu kwa mwaka maana yake ni wastani wa hii asilimia kuanzia 12. Kwa maana yake kama mimi nimekuja nimewekeza ndani ya miezi mitatu yeah, nitapata faida na ile ya miezi mitatu sio mpaka yani, mwisho wa mwaka. Yani faida yako kila siku ya kazi ukiangalia kuna fedha imeingia kwenye akaunti yako. Ehe, sasa ile akaunti yako kuna namna unaweza kuiangalia kupitia simu. Okay. Kama umefungua akaunti kwa simu moja kwa moja inakuwa imeunganishwa kwe kwenye mfumo wa simu. Mm. Lakini kama haukufungua kwa simu, maana lazima tukuunganishe kwenye mfumo wa simu. Okay. Kwa hiyo unaweza kufuatilia zile taarifa za kupitia simu yako ya mkononi. Mm. Aidha, kwa kupiga nyota mia moja na hamsini nyota themanini na mbili alama ya reli kwa kuuliza salio au kwa kupakua application ya UTT AMIS. Aidha, kwenye Play Store au kwenye App Store utaweza kufuatilia miamala yako na taarifa zako na namna faida zinavyoweza kujitengeneza kila siku ya kazi kidogo kidogo, kila Okay. siku ya kazi kidogo. Kwa hiyo ukitaka kutoa fedha yako ni uamuzi wako wewe mwenyewe utoe shilingi ngapi, Mm. kwenye uo uwekezaji wako, sababu zote ni za kwako. Okay. ukiamua kutoa yote ni wewe. Mm. ukiamua kutoa nusu ni wewe, ukiamua bwana kusema hacha nitoe kifaida tu mtaji wangu ubaki ni wewe. Kwa hiyo ni mfuko ambao unakuruhusu kuweka mm. na kutoa chochote ndani ya muda wowote na faida uliyoitengeneza kwenye kipindi usik sawa sawa, Clinton, kuelekea kabisa kumalizia mwishoni. mm. mm. Kwa mwekezaji na asiyekuwa mwekezaji ambaye anakutazama sasa hivi pale, yeah. ungependa kuweza kumwambia faida zipi hasa, leo hii mtu akitoka huko ameufahamu mfuko yeah. wa ukwasi yeah. au mfuko wa liquid yeah hapa kupitia Kijiwe Mchongo na UTT AMIS, hebu mweleze faida kubwa ambazo zinaweza kumshawishi aje kuja kujiunga na mfuko wa ukwasi au liquidity ha? Cha kwanza mfuko wa ukwasi kama tulivyoelezea ni kwamba ni mfuko ambao unawekeza sehemu ambazo zinatupa vipato vya kudumu. Kwa hiyo riski ya mwekezaji kupoteza fedha yake katika mfuko wa ukwasi mm. Hiyo tunasema ni ndogo sana ni sa. kitu ambacho hakitowezekana mm. kwamba tunategemea faida yako utakayokuwa unaitengeneza italinda ule mtaji wako mm. pamoja na ile faida yako pia utaweza kufanyeje mm. kuipata. Kwa hiyo mm. ni mfuko ambao hakuna ile riski ya kupoteza fedha, kwa sababu sehemu zinapokwenda kuwekeza hizi fedha zako kwenye mfuko wa ukwasi hakuna hiyo element ya kuipoteza fedha yako. Kwa hiyo ni mfuko ambao unakuwezesha kuweka fedha yako ikawa salama, okay, cha kwanza. Lakini faida ya pili, ni mfuko ambao unaweza kuweka na kutoa muda wowote. Hakuna limitation kwamba ni lazima ukae muda fulani, hapana. Mfuko mm. wa ukwasi ni mfuko ambao nakuruhusu kuingia na kutoka muda wowote mm, tutoe mfano mdogo kwa mm. mfano wewe ndugu yangu Ali ni mfanyabiashara sawa. Mfanyabiashara wewe, bwana, umepata mzigo wa kutosha mm unataka kuagiza mzigo wako labda China au Dubai ndani mm, mm, ya mwezi mmoja, ndani ya miezi miwili mm, lakini ile fedha umeipata mara moja. Unajua bwana mjini hapa kuna mambo mengi ukipata mm, mm, mzigo mara moja umeutia benki pale una uwezo wa kuchomoa muda wote, si ndiye? Lakini ukisema unautumbukiza UTT ndani mm, ya hii miezi miwili kusubiria mzigo wako uagize kule China ufike ili uweze kulipia mm, au kusubiria siku fulani ambayo unaweza kufanya kuagiza mzigo China mm, hii fedha huko inaendelea kutengeneza faida mm, utakapohitaji hitaji ile fedha yako utakuja kuitoa pamoja na ile faida ambayo tayari umeshafanyaje? Umeshaitengeneza. Au mfano mwingine ndugu yangu wewe, Ali, una duka lako hapa nyumbani. Duka lako unafanya restock, ile kununua vitu kila mwisho mm -hmm. wa mwezi mm -hmm. lakini una manunuzi au mauzo ambayo unakuwa unayafanya kila siku mm -hmm. zile fedha zinazoingia kila siku unaweza kaamua kuziwekeza UTT. Kufika mwisho wa mwezi unapiga hesabu, bwana, nilikusanya shilingi fulani dukani nikawekeza UTT, mzigo wangu upo hmm. Lakini hizi fedha ziko zinaweza faida mm. na faida yangu ipo, kajikuta ile faida yako ile uko naitengeneza kila siku inakusaidia hmm. kununua kitu kingine dukani bila wewe kutoa mtaji mwingine, kuagiza mzigo mwingine dukani, kwa unajikuta ile hela ya kawaida ulikuwa unaweza kununua sabuni miche miwili hmm. faida ulio itengeneza inakuongezea mche mmoja. Okay. Unajikuta unaweza kununua sabuni miche mitatu. Okay. Kwa unajikuta sasa faida unayoitengeneza inakuwezesha kufanya kitu kingine cha ziada mm. Mfano wa mwisho sasa, tuchukulie mfano wewe bwana ndugu Ali, mm. ni injinia mkandarasi kutoka sehemu fulani mm. mzigo umeingia pa uapa mm. mashine zako wewe za kufanya mradi wako, mm. labda mm. zinaanza kufa, kuingia mjini hapa mm. au umeziagiza zinakuja baada ya miezi miwili mm. Wewe mzigo milioni mia tano umeshaingiziwa kwenye akaunti yako ufanye mradi fulani mm. ndani ya miezi miwili, hii milioni mia tano ukiitia benki na baki kama ilivyo mm. milioni mia tano ukiitia UTT ndani ya mwezi una faida una faida inaongezeka angalau milioni tano kwa mwezi, wastani wa asilimia moja milioni mia mm. tano, angalau milioni tano kwa mwezi mm. miezi miwili na milioni kumi ndugu yangu Ali mzigo umefika unaenda, mm. kufanya mradi wa watu. milioni kumi yako ambao umeshafanyaje, sawa sawa. watu yako umeshaitengeneza mia tano ya watu wanafanyia mradi, kumi yako tayari umeitengeneza sawa sawasawa. Huyo ni Clinton, afisa kutokea UTT AMIS. Tumeweza kuchakata na kudadavua kati ya ile mifuko sita, mfuko mmoja hapo leo hii ambao tumeweza kuanza nazo mfuko wa liquid au ukwasi. Ameweza kuzungumza mengi sana, ambapo naamini kwamba wewe unaitazama, mwekezaji usiokuwa mwekezaji nazungumzia azungumzia wa Tanzania wasiokuwa wa Tanzania, UTT haimbagui mtu yoyote. Inawezekana uko Tanzania huko nje ya Tanzania, wana diaspora, kila siku tunapiga makelele na nyie, kuna watu mko huko, eh Ulaya huko, kuna watu mko Amerika. Leo hii nataka kuwekeza basi, sehemu salama ya kufanya uwekezaji tunazungumzia ni UTT AMIS. Cha kwanza kabisa ni taasisi ambayo iko chini eh, ya serikali kupitia wizara ya fedha na mipango. Maana yake eh, ni sehemu salama Sio taasisi ya janja janja wale kanjanja hapana. Maanake tunazungumzia unawekeza katika taasisi yenye usalama ndani yake. Clinton ameweza kuzungumzia kila kitu. Naamini ndugu yangu e ambaye, huko nyumbani, usiyekuwa nyumbani, lakini unatazama kupitia mitandao yetu ya kijamii UTT AMIS, kuanzia Instagram, YouTube, Facebook hadi na X. Kikubwa hasa ndugu yangu Clinton, mi nakushukuru sana eh? Nakushukuru sana naamini, anetutazama ameweza kupata elimu imeweza kumwingia. Naam, uh, kama Clinton alivyotoka kuweza kuzungumza kila kitu, lakini sisi bila uh, kusahau, lazima tumalize na kauli mbiu yetu ya kusema kwamba Kijiwe Mchongo na, na UTT AMIS imetufikia.